taandaa msafara mkubwa kabisa wa magari ya 4x4 tarehe tano mwezi wa nne uh, mwaka huu. Magari takriban mia moja yatatoka hapa Daressalam ya 4x4 kwenye msafara, inaitwa Grand Parade. Uh, unaweza kuipiga picha tu kutoka hapa Dares Salam hadi Pangani. Tunajua kabisa hivi karibuni Rais Dkt Samia Suluhu Hassan alizindua uh, shoroba huu, hii korido ya hapa ya kupita Bagamoyo mpaka, uh, mpaka Pangani. Kwa hiyo sisi tutapita tutapita katika hifadhi ya Sadani uh, tarehe tano uh, nimesema na tutapokelewa kule Pangani na waziri wetu wa maji Mheshimiwa wesu Wesu. uh, ta sasa, mambo yatakayofanyika katika msafara huu, nimesema kutakuwa na magari 100 uh, na tunachotaka kuonyesha uh, mambo mengi sana tutaonyesha utalii na nini lakini ni kuonyesha mshikamano wetu kama wa Tanzania. E, na kama nilivyosema tutapita Saadani, mimi huwezi kuamini, mimi sijawahi kupita Saadani, itakuwa pengine ndo mara yangu ya kwanza, lakini e, ni kuonyesha utalii wetu ndani, kwa hiyo tutapita katika hifadhi ya Saadani, e, vile vile tutafungua tutakuwa e, tukiainisha biashara hii barabara itafungua ita, ita e, biashara kubwa sana na, Uh, biashara na, na, na, na burudani bila shaka yote, kwa sababu hii itakuwa ni weekend moja ya shangwe e, najua tuko na full shangwe hapa lakini itakuwa ni shangwe e, la kukata na shoka kwanzia hiyo tarehe tano, tarehe sita, tarehe saba mpaka tarehe nane kwa tutakapoondoka na msafara wetu tutakuwa tunakwenda huku tuna tunasimama tuna enjoy mandhari tunafurahia e, tuna e, maisha ambayo tuko nayo na, na, ku, na kusherekea miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan tukiwa na 4x4 zetu. Um, vile vile tutakuwa tukisaidia jamii. Kuna kitu kinaitwa Samia Delivery Kit. Uh, kuna mradi huo unaitwa uh, Samia Delivery Kit katika kutambua na kuenzi juhudi za uh, Samia Sulu Hassan, tunafahamu na tunamuita mama yeye ni mama uh, katika kusaidia afya ya mama na mtoto, tutaendesha shughuli ya kugawa uh, uh, easy package. Unaita kits unaitwa Samia Delivery Kits kwa kina mama waja wazito katika njia nzima ambayo tutapita. Kwa hiyo e, tunafahamu kabisa mtu anapokwenda kujifungua na anahitaji ana, ana, ana vitu fulani. Kwa hiyo tutakuwa tunagawa hizo kits wakati tunakwenda e, kwenda Pangani katika hilo shango. Mradi huu umekwisha fadhiliwa kikamilifu kabisa huu wa Samia Delivery Kits, na tuhakikisha kwamba e, wakina mama wanapata msaada unaostahili wakati wa kujifungua. Ushiriki wa ndugu zangu waandishi wa habari na wadau mbalimbali, tukio hili litafuatiliwa na vyombo mbalimbali vya habari na watakaoweza kurusha mubashara safari yote e, wata, wataweza kufanya hivyo. Blog mbalimbali zitakuwepo katika ku, e, kurusha tukio hilo, magazeti bila shaka, na kuhakikisha kwamba e, nchi nzima ya Tanzania wanaona tukio hili na hata nje ya Tanzania kwa sababu diaspora pia wanatufuatilia kwa karibu sana, mambo ambayo yanafanyika eh, hapa nyumbani. Natoa wito kwa mashirika ya kibiashara, taasisi na wananchi wote kuja eh, kushiriki kwa dhati kabisa katika harakati hii na kuweza kuonyesha mshikamano na kuheshimu na kuendeleza dhamira ya Rais wetu kuisukuma Tanzania mbele bila kurudi nyuma. Kumbuka tuko kwenye 4x4, hakuna eh, tope litakaloweza uh, kutuzuia. Na hii leo hatuadhimishi tu uh, kuapishwa kwa rais Dkt Samia Suluhu Hassan uh, tarehe 19 mwezi wa 3 miaka minne iliyopita uliopita, bali tunaadhimisha urithi wa maendeleo ambao bila shaka wote tunaona unaendelea kushamiri katika kila pembe ya nchi yetu. Tunaadhimisha kiongozi mwenye dira ya uthabiti, aliyesimama imara kabisa katika kuhakikisha Tanzania inapiga hatua bila kusimama hata kidogo. Mabibi na mabwana, hii leo tunaadhimisha rasmi Samia 4x4, kwa sababu hakuna anayeweza kuwakilisha uh, kwa nguvu ustahimilivu, maendeleo uh, maendeleo endelevu kama vile anavyofanya daktari Samia Suluhu Hassan. Tanzania sasa hivi tumeshaingia kwenye ile mode ya 4x4. Uh, kikwazo chochote kilicho mbele yetu tunajua kabisa tuna usafiri ambao ni wa uhakika na hakuna